Watu wa Mungu, tukae kwa utulivu na tuelekeze mawazo yetu kwa Mungu, tukiombea watoto wetu waliotekwa na shetani kwa madawa ya kulevya. Leo hii miji na vijiji vyetu vimejaa vilio vya wazazi waliopoteza watoto wao kwa madawa ya kulevya. Mtoto mzuri aliyekuwa na matumaini makubwa Leo amegeuka kuwa mtu asiyejitambua, aliyechoshwa na maisha, mwenye maamuzi mabaya, aliyejaa hasira, aliyechanganyikiwa na aliyekata tamaa. Kuna watoto walikuwa makanisani, walikuwa kwenye vikundi vya sifa, lakini leo wako mtaani, wamejaa hofu, wakiishi kwa kudra ya watu au kwa kuuza miili yao ili wapate dozi nyingine. Huu ni uteja wa kiroho na wa kimwili. Shetani amewanasa kama samaki kwenye ndoano na amewavuta mbali kwa nuru ya Yesu Kristo. Lakini tunasema leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, watoto wetu watarudi nyumbani. Yeremia 31:16-17 Bwana asema hivi: zuia sauti yako usilie na macho yako yasitoe machozi, kwa maana kazi yako itapata thawabu na watoto wako watarudi toka nchi ya adui. Wengi wa watoto hawa wamejiingiza kwa hiari, wengi walijaribu kwa kulazimishwa, wengi kwa kushawishiwa, wengine walitoroka majumbani kwa sababu ya ukatili wengine walitelekezwa, na shetani akiwavizia kwenye udhaifu wao. Hii ni vita, vita ya miili na ya roho, ni vita ya vizazi. Shetani analenga watoto ili apoteze kizazi kizima, lakini tunasema kama wana wa Mungu hatutakubali. Tutainuka kwa maombi, tutasimama kwenye pengo kwa ajili yao. Leo tunasema mimi niko tayari kusimama kwa ajili ya watoto wetu. Lakini tunasema tumaini bado lipo, watoto hawa bado wana nafasi. Yesu hakufa msalabani kwa ajili ya wenye haki tu, alikufa kwa ajili ya waliopotea, hata waliotekwa na madawa. Mabadiliko yanawezekana. Wapo walipoona na sasa wanahubiri. Wapo waliokuwa maarufu kwa ulevi, lakini leo ni watumishi wa Bwana. Hakuna aliye mbali sana asiyefikiwa na neema ya Mungu. Hakuna aliyefungwa sana asiyefunguliwa na Yesu. Isaya 61:1, Bwana amenitia mafuta kuwatangazia mateka uhuru na waliokaa kifungoni kufunguliwa kwao. Tunaomba milango ya kifungo ifunguke, roho za uteja zipoteze nguvu. Tunasema vifungo vya shetani vipasuke kwa jina la Yesu. Tuombe. E Baba wa mbinguni, Mungu uliye hai na mwenye rehema. Leo tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu, tukilia kwa ajili ya watoto wetu, waliotekwa na shetani kupitia madawa ya kulevya. Baba, mioyo yetu imevunjika. Tumeona wakiteseka, wakiharibika, wakipotea. Wengine tumewazika, wengine wamepotea bila kujulikana walipo. Lakini tunakushukuru kwa sababu wewe si Mungu wa mbali. Wewe ni Baba unayeona kilio cha wazazi na unasikia kilio cha mateka. Leo tunasimama kama wapiganaji wa kiroho, tunavunja kila agano la giza lililowekwa juu ya watoto wetu. Tunatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, watoto wetu watapona, watoto wetu wanarudi, watoto wetu watamtumikia Bwana. Tunaomba Bwana, fungua macho yao waone upendo wako, waondoe kwenye mduara wa marafiki wabaya, waondoe kwenye mazingira salama ya uponyaji. Tuma watumishi wako waliowekwa na Roho Mtakatifu kuwaokoa kutoka katika njia ya upotevu. Tunatamka kwa imani, wanaume wataokolewa, mabinti watainuka tena familia zilizoharibiwa zitatengenezwa upya, mitaa na vijiji vitashuhudia wema wa Bwana. E Yesu, watembee kwenye nuru yako, wape moyo mpya, washikilie na mikono wa kuume na wa haki yako. Na sisi wazazi na jamii tupe hekima, uvumilivu na upendo wa kweli kuwasaidia, sio kuwalaumu. Tunaomba haya yote kwa imani tukijua wewe ni Mungu unayesikia sala, kwa jina la Yesu Kristo, aliye mkombozi na mponyaji wetu. Amina.